Sasa turejee kwa Mwajabu Dhahabu ambaye yeye ni makamu mwenyekiti wa Uadamo manispaa ya Morogoro. Kuna sheria nyingi sana miongozo na kanuni za malezi katika vituo vya kulelea watoto wadogo mchana. Uh, utazungumzia mtoto booklet, kanuni za malezi sheria ya mtoto na mambo kama hayo, viongozi mnazitekeleza vipi ya miongozo na sheria hizo na mnazisimamiaje kwa wamiliki ambao ni wanachama wenu au wadamu? Sisi kama vituo vya daycare hmm, tunaongozwa na kanuni, inatuongoza vyema kabisa juu ya kitu gani tufanye kwa ajili ya, hmm, kwenye vituo vyetu. Kazi kubwa tunayoifanya sisi viongozi ni kuhimiza wamiliki wa daycare kusajili vituo hmm, na saa nyingine pia kuwasaidia kufuata zile procedure za Hatua. Ha, zile hatua mm. za usajili ndiyo, na kuwalinki mm. na maafisa ustawi sawa sawa.